Bilionea amiminia mafuta yanayowaka mjakazi mjamzito baada ya kukataa kuamka kwenda kazini. Alichofanya. Kulikuwa na ukimya mzito katika nyumba kubwa ya Karen, Nairobi, asubuhi ya mapema. Ndege walikuwa wanaimba nje, lakini ndani ya nyumba hewa ilikuwa nzito kwa wasiwasi. Amina, mjakazi mjamzito wa miezi saba, alikuwa amelala sakafuni karibu na kitanda chake kidogo, akishika tumbo lake kwa maumivu. Usiku ulikuwa mrefu, miguu ilivimba, kichwa kilikuwa kinazunguka. Mlangoni alisimama bilionea Salim Mwangi, mmiliki wa kampuni za bima, uwekezaji na mali isiyohamishika jijini Nairobi. Alikuwa amezoea nidhamu, ratiba na faida. Kwao kazi ilikuwa kama sheria. Alipogonga mlango na hakuna aliyejibu, hasira ilianza kupanda polepole. Amina saa 12 asubuhi bado uko kitandani? sauti yake ilisikika kali kwa ndani. Amina alijibu kwa sauti ya chini, bwana, leo siwezi, naumwa sana. Salim aliona hilo kama dharau. Hakujua kinachoendelea moyoni mwa msichana huyo wala mzigo aliyoubeba. Hakujua kuwa siku hiyo ingetikisa misingi ya maisha yake, biashara zake na heshima yake mbele ya jamii ya Karen na Kiambu. Hapa ndipo safari ya siri, maamuzi mazito na ukweli uliofichwa ilianza. Taratibu Salim alitembea hadi jikoni, akapita sebule yenye viti vya ngozi, picha za mikataba ya mamilioni na vyeti vya kampuni za afya na fedha ukutani. Alirudi akiwa na chupa ndogo ya mafuta aliyotumia kwa jenereta. Hakuwa na nia ya kumuumiza, lakini hasira ilimfanya apoteze busara. Amina aliposikia hatua, moyo wake ulidunda "Bwana Salim tafadhali, mtoto... maneno hayakumalizika. Mafuta yalimwagikia sketi na sakafu. Hakukuwa na moto, lakini kitendo chenyewe kilikuwa kama moto moyoni. Amina alianza kulia kimya kimya. "Utanichezea hapa? Kazi ni kazi," Salim alisema kwa sauti ya chini lakini nzito. Mlango wa nyuma ulifunguliwa ghafla. Mama Njeri, mpishi wa muda mrefu, aliingia Bwana Salim tafadhali, huyu ni mjamzito. Afya ni muhimu kuliko kazi. Salim alisimama kimya. Kwa mara ya kwanza macho yake yalitetemeka. Aliona hofu machoni mwa Amina, lakini pia kitu kingine, siri. Siri ambayo haikuwa ya kawaida. Nje, gari la jirani, Wakili Oduor kutoka Levington ilisimama. Habari zilianza kusambaa. Katika mtaa wa watu wenye uwekezaji, pensheni, bima na mirathi katika Kiambu na Nairobi, tukio hili lingeacha alama. Lakini bado, ukweli haukuwa umejitokeza. Baada ya dakika chache za ukimya, Salim alitoka nje kupumzika. Kichwa chake kilijaa mawazo, soko la hisani, mikopo ya banki, kesi za kisheria alizoshinda. Lakini sauti ya Amina ilimfuata. Mama Njeri alimsaidia Amina kukaa kwenye kiti. "Huyu mtoto si wa kawaida," alisema kwa sauti ya siri. Anaogopa nini? Salim aliuliza bila kuangalia nyuma. Anaogopa ukweli, ukweli ambao unaweza kubadilisha familia yako. Maneno hayo yalimgonga Salim kama radi. Alikumbuka miaka 20 iliyopita Kisumu. Alikumbuka mwanamke mmoja aliyepotea ghafla na ahadi zilizokuwa satumizwa. Jioni ilipofika Salim aliagiza dereva aandaye safari kwenda hospitali binafsi Westlands. Hakusema neno. Amina alilia kimya kimya, akishika hirizi shingoni mwake. Katika chumba cha kusubiri walikutana na Dr. Achieng, bingwa wa afya ya mama na mtoto. Alipomtazama Amina, alitikisa kichwa polepole. Huyu mama anahitaji ulinzi, utulivu na ukweli usemwe. Salim alihisi moyo wake ukibana Alianza kuelewa kuwa fedha haziwezi kununua kila kitu. Usiku huo mvua ilinyesha Karen. Salim alikaa peke yake ofisini akitazama faili za mirathi na mipango ya pensheni. Hakuwahi kuwa na mtoto, ndoa yake ilivunjika miaka mingi iliyopita kwa sababu ya kazi na kiburi. Mama Njeri alimletea chai. Bwana Salim, alisema kwa upole, Amina si mjakazi wa kawaida. Alikuja hapa akitafuta kazi, lakini pia alikuwa anakimbia kitu. Kitu gani? Kukimbia jina lako. Salim alinyanyua macho. Unamaanisha nini? Amina ni binti wa Zawadi. Yule mwanamke uliyemwacha Kisumu, mtoto tumboni. Mama Njeri alinyamaza. Maneno yalibaki hewani. Salim alisimama, akatembea dirishani. Mvua ilifuta machozi ambayo hakuweza kuonyesha. Kila kitu kilianza kuungana: hirizi, tarehe, hofu ya Amina. Lakini bado hakujua ukweli wote. Kulikuwa na kipenze cha mwisho cha Fatumbo. Nje simu ililia. Ilikuwa ni wakili Oduor. Salim, kesho asubuhi, kuna jambo lazima lisemwe, kwa heshima yako, biashara zako, na mtoto hajazaliwa. Salim alifunga macho. Safari bado haijaisha. Asubuhi iliyofuata wote walikusanywa Selehuni: Mama Njeri, wakili Oduor, Dr. Achieng na Amina. Kimya kilikuwa nzito. Amina alisimama taratibu. Sikutaka ufahamu hivi, alisema kwa sauti inayotetemeka. Mama yangu alifariki akiniambia ya nikutafute, lakini si kwa hasira, kwa ukweli. Salim alishika kiti. Endelea. Mtoto huyu si kama unavyofikiri. Hapo ndipo simulizi lilipogeuka kwa njia ambayo hanapo alitarajia. Ukweli ulianza kujitokeza polepole, pole, ukigusa dhamira, sheria na hatima ya familia. Lakini bado, kipenze cha mwisho kilibaki kimya. Kile kitakachobadilisha jina la Salim, mustakbali wa Amina na maana ya huruma. Nje, jua lilichomoa juu ya Karen, likiangaliza mwanzo mpya au mwisho wa kila kitu. Hapa ndipo simulizi inasimama kwa sasa. Ukweli kamili bado haujasemwa, maamuzi magumu bado yanakuja. Amina alikaa tena, mikono yake ilikuwa inatetemeka. Nilipofika Nairobi, sikujua nianzie wapi. Nilijua jina lako, lakini sikujuaje kama utanisikiliza. Salim alimeza mate. Kwa nini hukuniambia mapema? Amina alitabasamu kwa uchungu. Kwa sababu nilikuona kila siku, niliona jinsi ulivyoongea na watu wako kila kitu kilikuwa biashara, hakukuwa na nafasi ya hisia. Daktari Achieng aliingilia, kiafya mama na mtoto wako salama kwa sasa, lakini msongo wa mawazo ni hatari. Wakili Oduor alifungua jalada, kuna jambo la kisheria hapa. Hili si suala la huruma pekee, ni suala la ukweli, majukumu na haki. Salim alihisi dunia ikimzunguka. Kwa mara ya kwanza hakuwa bilionea mwenye majibu yote. Alikuwa mwanaume mzee aliyekuwa amekimbia kivuli chake kwa miaka mingi. nahitaji muda alisema, kwa sauti iliyopoa. Mama Njeri alitikisa kichwa, muda ulikuwa jana, leo ni ukweli. Maneno hayo yalikaa moyoni mwa Salim kama mzigo mzito. Alijua hata akitumia mali zake zote hangeweza kununua tena miaka aliyopoteza. Usiku ulipoingia, Salim alikwenda chumbani kwake. Alifungua sanduku la zamani. Ndani kulikuwa na picha ya Zawadi akiwa msichana mdogo Kisumu. Macho yalikuwa yale yale ya Amina. Nilishindwa, alijisemea. Asubuhi aliamua kitu, aliita meneja wake wa rasilimali watu Bi Atieno. Kuanzia leo Amina si mfanyakazi, ni sehemu ya familia. Amina aliposikia hayo, machozi yalimtoka. Sikutafuta mali, alisema, nilitaka ujue lakini wakili Odur bado hakuwa ameridhika. Kuna jambo moja halijasemwa, mtoto huyu ana baba halali kwa mujibu wa sheria. Kimya kilitanda. Amina alishusha kichwa, ni kweli, baba wa mtoto alifariki ajali ya barabarani Thika Road, alikuwa mfanyakazi wako wa zamani. Salim alishtuka, jina lilitajwa Hassan, mtu aliyewahi kumsaidia kujenga kampuni zake za uwekezaji. Hapo ndipo Salim alielewa. Maisha hayakuwa mstari, yalikuwa mduara. Kila uamuzi hurudi kwa wakati wake. Habari zilienea kimya kimya katika Karen, sio kwa kashafa, bali kwa mshangao. Bilionea aliyekuwa mkali sasa alionekana hospitalini kwenye klinik akifuatilia afya ya mama na mtoto. Amina alianza kupona, alizungumza zaidi, alianza kucheka kidogo. Siku moja Salim alikaa naye bustanini. Nilipokumwagia yale mafuta, alisema kwa sauti nzito, nilikuwa nimepoteza utu wangu. Amina alinyamaza kisha akasema, nilijua siku moja ungejua. Nilikuomba moyoni mwangu ubadilike, si kwa ajili yangu, bali kwa mtoto. Maneno hayo yalimgusa Salim zaidi ya mikataba yote aliyowahi saini. Aliita wakili Udor, anzisha mfuko wa elimu, afya na mirathi kwa mtoto huyu na watoto wengine wanaohitaji. Huo ni uamuzi mkubwa, wakili alisema. Ndiyo, ni marekebisho ya makosa ya zamani. Lakini bado siku ya kujifungua ilikuwa inakaribia, na pamoja nayo ukweli wa mwisho ulikuwa unasubiri. Siku ya kujifungua ilifika. Usiku wa manane, hospitali ya Westlands ilikuwa tulivu. Salim alitembea nje ya chumba cha kujifungua, mikono ikitetemeka. Mama Njeri alikuwa pembeni yake. Usiogope, maisha yanaanza upya ndani Amina alipambana kwa ujasiri. Alikuwa peke yake, lakini pia alikuwa amezungukwa na ukweli aliyoubeba kwa muda mrefu. Baada ya saa kadhaa, kilio cha mtoto kilisikika. Daktari Achieng alitoka akitabasamu, ni mvulana, ana afya njema. Salim alikaa chini, machozi yalimtoka bila aibu. Amina alipotoka, alimwangalia Salim, sasa unajua. Salim alimshika mkono, sasa nimechelewa, lakini sitakimbia tena. Lakini daktari Achieng aliongeza jambo moja la mwisho, kuna kitu tuligundua kwenye vipimo. Salim alisimama haraka, kitu gani? Tuligundua mtoto ana alama ya kuzaliwa sawa kabisa na yako. Hapo ndipo kila kitu kilipokamilika. Miaka miwili baadaye, nyumba ile ile ya Karen ilikuwa tofauti. Kulikuwa na kicheko, kulikuwa na mtoto aliyekuwa akikimbia bustanini akimiita Salim baba. Salim hakuwa tena tu bilionea wa uwekezaji, bima na mali. Alikuwa baba, mlezi na mwanaume aliyekubali makosa yake. Amina alirudi shule. Mama Njeri alistaafu kwa heshima. Mfuko wa elimu uliwasaidia watoto wengi. Siku moja Salim alisimama mbele ya mkutano wa jamii. Utajiri wa kweli, alisema, si pesa, ni uwajibikaji. Hakuna aliyekumbuka tena tukio la mafuta kama aibu likikumbukwa kama mwanzo wa toba. Mtoto alipokuwa alijua ukweli wote, na ukweli huo hakumvunja, ulimjenga. Hapo ndipo simulizi linafungwa, sio kwa hasira bali kwa msamaha, kwa sababu wakati mwingine kosa kubwa ndilo hufungua mlango wa neema kubwa zaidi.